Na aliyekuwa waziri Raphael Tuju anataka tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini kuwachunguza majaji tano wa mahakama ya upeo kwa madai ya upendeleo katika kesi inayohusisha mzozo wa mali. Tuju amesema naibu jaji mkuu Filomena Mwilu na majaji Mohammed Ibrahim Smokin Wanjala Njoki Ndung'u, na William Ouko walikuwa wamefanya uamuzi wao tayari walipojiondoa kutoka kesi hiyo na kudumisha uamuzi wa mahakama ya rufani ulioidhinisha kunadiwa kwa hoteli yake kwa kushindwa kulipa deni la shilingi bilioni 4.5 alilodaiwa na Benki ya ustawi ya Afrika Mashariki. Hata hivyo, afisa mkuu mtendaji wa EACC Abdi Mohamud amesema tume hiyo bado haijapokea ombi la Tuju. kendo, kendo, kendo, kendo, kendo. Baada ya ombi la kutaka uchunguzi kuhusiana na madai ya utovu wa nidhamu wa majaji watano wa mahakama ya upeo kuhusiana na mzozo wa mali kukosa kufua dafu katika tume ya huduma kwa mahakama, Raphael Tuju sasa amegeukia tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC. Tuju aliwasilisha ombi hilo kwa mwenyekiti wa EACC Askofu David Oginde, akiwasuta naibu jaji mkuu Philomena Mwilu na majaji Mohammed Ibrahim, Smokin Wanjala, Njoki Ndung'u na William Ouko kwa madai ya kutoa uamuzi kuhusiana na swala hilo licha ya kujiondoa case. Hata hivyo afisa, mkuu mtendaji wa tume hiyo Abdi Mohamud akizungumza katika hafla tofauti, alisema hakuwa na ufahamu wa ombi la Tuju, lakini akiahidi kushughulikia swala hilo iwapo atalipokea. Tuju aliwakashifu majaji hawa watano kwa kupata agizo la mahakama linalozuia tume ya huduma ya mahakama kusikiliza malalamishi yake. Tuju pia aliandikia barua kwa jaji mkuu Martha Koome juma iliyopita kuhusiana na suala hilo. Jopo hilo la majaji wa tano lilidumisha uamuzi wa mahakama ya rufaa ambayo iliridhia kunadiwa kwa mali ya Tuju iliyoko mtaani Karen kutokana na mzozo wa deni la shilingi bilioni 4.5 alizodaiwa na Benki ya Ustawi wa Afrika Mashariki.

Tuju hata hivyo alikanusha kwamba alikuwa mmoja wa wale waliokula njama ya kutaka kuibandua mahakama hiyo. givesn maena Darubini.